Sisi si, si, furaha. Mimi ni Simba, tunaona juzi wenzetu walikuwa wanacheza pale Zanzibar, wakiwa hawachezi hapa, utasikia Yanga kampiga mtu tano, Simba kampiga mtu saba, wakitoka nje hapa jini, katoka mganga oi, yani wanashinda kwa shida. Kuna siasa mnafanya kwenye mpira, sio sawa Ligi ya Italy imepoteza heshima yake kwa sababu ya na, hiki ambacho leo hiki tunakileta Tanzania. Taarifa, mwenyekiti, na hiki ambacho tunachokileta taarifa. Mheshimiwa, naomba kwanza kumshukuru mchangiaji kwa mchango mzuri anaochangia, lakini naomba nimpe taarifa, ili alilolisema ni muhimu sana, na ndio sababu timu ya taifa ya Tanzania bara ina muda mrefu sana imeshindwa kuifunga timu ya taifa ya Zanzibar. Mheshimiwa Tale Tale, unapokea taarifa? Napokea, napokea Mheshimiwa mwenyekiti. Ndio maana nilikuwa nawaza dakika saba unazonipa ni ndogo. Mheshimiwa mwenyekiti, tuongee ukweli, hakuna watu wanafanya vizuri na wameikuza na kuiheshimisha ligi yetu kama viongozi wa bodi ya ligi ya sasa. Hakuna watu wameweza kukuza mpira wa nchi hii kama kiongozi wa TFF Brother yangu Karia, ongera sana, lakini pia pole kwa kumpoteza mamako lakini leo hii fateni sheria, sheria haina huluma. Mtu anakurupuka amevaa tai yake hatuchezi ha? Kiongozi, nyinyi mnajua sheria, simameni sheria, sheria ndiyo itakayotubeba kama mnashindwa kufata sheria, tunakwenda kuua soka ambayo watu wote mdani tunapenda mpira.